Acha nikupe siri moja kubwa usioijua, my brother and my sisters, hivi ndivyo vitu ambavyo vimekuwa vinakupa anguko kubwa sana katika maisha yako, iwe kiuchumi, kimalengo, kiafya au hata kimahusiano bila wewe mwenyewe kujijua. Hebu acha nikuambie kitu cha kwanza, lakini kabla sijakwambia, hakikisha umesubscribe, umelike, na ucomment maoni yako ili usipitwe na video zetu mpya. Sasa basi, kitu cha kwanza kinachokupa anguko kubwa, iwe kiuchumi, kimalengo, kiafya au hata kimahusiano ni kupoteza muda bila mpango. Hili ndilo kosa kubwa kuliko yote duniani, maana muda ukiisha kwenda haurudi tena. Unapopoteza muda ya kizembe unapoteza maisha yako pole pole bila kelele. Ndoto hazishindwi, zinachoka kusubiri wewe uamke. Kitu cha pili ni kuishi maisha ya kuiga watu wengine. Watu wengine wanaishi maisha yasiyo yao kwa sababu fahamu zao zimejaa tamaa za macho, si ndoto za moyo. Na kabla sijakuambia ukweli, comment chini. Je, unaishi kwa kufuata ndoto zako au kwa kufuata matamanio ya macho yako? Sasa acha nikuambie siri kubwa ambayo wengi hawaijui: ukifuata ndoto za watu unazika ndoto zako mwenyewe. Hii ni kanuni isiyobadilika katika maisha. Ndio maana wengi wanaishi wakiwa wamechoka, wamechanganyikiwa na hawajui wanataka nini. Kitu cha tatu kinachokupa anguko kubwa, iwe kiuchumi, kimalengo, kiafya au hata kimahusiano, ni kujifariji. Unapokosea unasema kila mtu anakosea, lakini ukweli ni huu: kujifariji hakubadilishi kubadilishi maisha, kujirekebisha ndio kunajenga. Kitu cha nne kinachorudisha nyuma sana ni kupuuza afya yako, ukiwa bado una nguvu Unalala vibaya, unakula hovyo, unajaza mawazo halafu unasema nitarekebisha baadaye. Lakini kumbuka hili: afya ikidondoka, mipango yote inasimama. Na kitu cha tano ambacho watu wengi hawapendi kukisikia ni kukosa nidhamu ya kufanya hata mambo madogo kila siku. Si lazima ufanye mambo makubwa leo, lakini ukishindwa kufanya madogo leo kesho hutofanya makubwa. Maisha ya kuangushi ghafla yanakuangusha polepole, pale unapopoteza muda kuiga wengine, kujifariji, kupuuza afya na kukosa nidhamu. Kama umejiona hata kwenye pointi moja, like video, share kwa mtu unayemjali na komenti nimeamka.